Kwa hiyo ukishakutia nia tayari, wewe ushakuwa muhrim tayari, wewe ushakuwa alhaji. Maanake hapo, kama tulivyotangulia kusema, unatakiwa muda wote uwe unaitikia wito ambao Allahu jalla wa ala akakuita, labbaika llahumma labbaika, na kuitika ewe Mola wangu na kuitika. siataka Kiswahili tunatumia neno hili Nafikiri wazee wetu wa zamani vijana sasa hivi hawakuli na, na wakiitwa kusema labeka. Eh, hii talbia asli yake ila baika, maanake labeka, na kuitika ewe mola wangu, na kuitika. Labaika la sharika laka labaika, na kuitika huna mshirika, huna mwenza ewe mola nakuitika. Inna lhamda hakika ya sifa na shukurani, wa ne'mata hakika ya neema zote

wanyanyue sauti zao, wanawake wakisoma wao wasome wajisikie wao wenyewe. Ni ni ishara ya kuonesha vipi muumini maisha yake anatakiwa ya aishi, yote amtegemee Allah jalla waala na dini aifanye kuwa khalis mbele ya Allah jalla waala. inna lhamda wannemata wa laka walmulk la sharika lak Hakuna mshirika wala hakuna mwenza. Ya Rabbi, wewe ni peke yako.